obwali abekhulundu bekanisa chairman uh, patron nende uh, abashibe bosi mulembe mulembe khandi khumera munanje Elon Willis Wameyo junior nesie mwana wa mukhulundu wakhale Dr. Elon Willis Wameyo uh, senior yangulikha sa mera ake Direct ano esendeblan ndasoma Mias Boys Primary nerula ebwene yo enzya Kakamega High School nemala beneo enya Moi University me masaearambana kuibalim I can't do this I have to move so one day nerula kenya muno nenzia tanzania nyasaye yangu kwenye vweneyo nenzia ya america so dollar america i change careers nerula mu education netsia amahua kovusirishi so muvwimbikiti that is my story um, okay, one way, camera yenye sawasawa haina shida. <laughs> Lakini nilikuwa nataka nipatie hao watu heshima. Kata hatawesi ulindo si sindio uvukwasi mbwovo. So iyo, iyo relationship iko hapo na ilianza kitambo toka siku za mzee uh, muvwimbi kitinde nyeemborendi. Mimi si mwanasiasa, mimi tu ni kiongozi, nasaidia watu na niko katika harakati za kutafuta kiti cha Mumias East cha ubunge So naomba kama kwa yani, kama mnaweza mkasimama na mimi pia ni sawa, because naona Dr. Maponi amesimama hapa akasema mengi mpaka amemaliza. <laughs> Mimi nikaona tu nje nigusiegusie, ni mwage mwage maji kidogo, alafu niondoke, maanake wakavola mbumwakhavano luono E, watu wanasikia njaa vibaya sana mvua ndio inakuja. So naona wacha tu niharakishe nimalizane na nyinyi mwende mkakule. Lakini ipo siku nitaita avashibe kwa Mumias East. Hulomelome kwa Mumondo. Sawa sawa. Maana hapa nasikia Mungu kila mtu yuko hapa Kakamega kaunti yote, watu wa Matungu West wako hapa. Sio mbaya. Siku za mzee ningepiga siasa manake najua tuna cover Mumias yote, lakini walikata hii Mumias. Sasa kuna hii kitu inaitwa Mumias East. Mimi nita concentrate hapa Mumias East, sawa sawa. Sikuwa ubaya, sikuwa ubaya, ni kwa sababu tu niko huku Mumias East, lakini nyinyi wote ni watu wangu sasa. So nimesikia mnataka kujenga shrine na nimesema hilo ni jambo kubwa sana. That is a very big deal and uh, I stand with you on that one. Hiyo lazima nisimame na nyinyi because hata kule kwa nilikuwa kwa mkutano mmoja huko nikaambiwa watu wa Kungui, wakanipeleka kwa ile mahali wa Kungui aliziko nikasema wa <laughs> nyinyi mnacheza because kama wakungui vile mimi najua wakungui ni wakungui. We can't lay this man down here. So huko pia nitajenga shrine. But n na kwenu nyinyi apashie nitatoa mchango wa shilingi elfu kumi ambao utachangia kwenehmmbo mengiwane <laughs> si mimi. So, mnaita paybill sijui mnaita nini?